Inawezekana mtu akashuka daraja kwa hili, na tukishindwa kabisa, definitely lazima tu, tu, tu, tu, tu, tu involve serikali nayo iweze kusaidia katika jambo hili, kwa sababu uh, ku, ku, ku, ku, kuhakikisha amani inakuwepo, sio swala letu sisi tu peke yetu. Bana alisikika hapo, ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ya soka ya kandanda ya Tanzania Bara, bwana Steven Mguto akiweka wazi kwamba kesi ya Young Africans na wekundu wa Msimbazi Simba kugomea mchezo wa Machi nane mwaka huu inaweza ikawa ni kesi ngumu zaidi, na pengine ikiwashinda kama bodi ya ligi kutoa maamuzi itawalazimu wao kuhamia kunako serikali kuu na kuomba usaidizi zaidi, kwa sababu vilabu hivi ni vikubwa na usipotumia busara itamlazimu mmoja kupokwa alama tatu na kushushwa daraja. Pengine ni nani ambaye atashushwa daraja na kupokwa alama tatu? Hatujui eh, lakini eh, bodi ya ligi kupitia kwa mwenyekiti wa bodi hiyo bwana Steven Mguto anafunguka hapa kwa mara ya kwanza kabisa baada ya kimya kizito na sintofahamu ambayo inaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Hii hapa ni kauli yake e, bwana Steven Mguto akizungumza hapa, lakini anasema taharuki ni kubwa e, na pressure ni kubwa kweli kweli juu ya ufanyaji wa maamuzi. Hata wao wanashindwa kutoa maamuzi kutokana na vile ambavyo e, vilabu hivi vina ukubwa, lakini pressure iliyoko kwa mashabiki ambao pia wanaiona kwenye mitandao ya kijamii pamoja na viongozi wa timu hizi, basi wao inawawia vigumu kutamka ama kutoa maamuzi ya kesi hii kwa sababu kuna kigogo mmoja pengine akashushwa daraja na kunyang'anywa alama tatu. Je, ni Simba ama ni Yanga? Tumsikilize bwana Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ya soka ya kandanda ya Tanzania bara na msimamo wa bodi. Of course presha ni kubwa mm, kama hili la juzi presha ni kubwa lakini, siwezi kusema ni presha kubwa sana. Maneno ndio mengi kwa sababu uh, senario ya hii of course inatofautiana na ile, lakini um, ni kwamba uh, tuko katika position ya kufanya maamuzi kama tuliyoyafanya. Kwa ajili hiyo hatuoni kama ni shida sana, lakini jinsi gani tunauelimisha umma ndio shida yetu kubwa. Kwa sababu, paswa, kwa sababu tunapaswa tuwaelimishe kwamba wewe unaposema kwamba, uh, Simba kagomea, twataka tukuelimishe Simba kama aligomea au hakugomea. Pia twataka tukuelimishe Yanga ana haki ya kudai point tatu ha, au hakudai. Sasa haya ndio mambo ambayo huwezi ukakurupuka ukaja ukasema hiki hiki hiki, hiki ina utaratibu wake, halafu kama alivyokwambia ni timu kubwa ambazo kusema kweli hata serikali yenyewe ina, ina, inaziangalia kwa, kwa, kwa umakini mkubwa, kwa sababu serikali ni na madhumuni yake ni kuhakikisha nchi inakuwa na amani, yeah. Sasa watu wa mpira bwana. Uh, unakuta watu na madigri yao na nini lakini behavior yao inabaki ile ile, kama ya, ya, ya mtu mwingine yoyote katika mapenzi haya ya mpira. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunasema kwamba hekima na busara ni lazima zitumike. Sheria kanuni ipo kweli lakini ni lazima pia utumie hekima na busara. Sasa huyo asiyetaka kutumia hekima au busara, kusema kweli huyo hayuko all out kutatua hili tatizo. Nia yeah, yake ni, ayake, ni, ni, ni, ni, ni ku, uh, create commotion ambayo haitakuwa na maana yoyote yeah. Hebu naambie kama leo hivi nani hii, unasema kwamba huyo, uh, uh, labda zinaombeana hizi timu mmoja ashushwe daraja, and then napata faida gani? Halafu competitiveness yako wewe unaipata kwa huyo mtu uliemwombea kushuka daraja? Mtu atashuka daraja, ikibidi hakuna jinsi, eh? na huwezi kujua, inawezekana mtu akashuka daraja kwa hili au asishuke daraja. Kwa hiyo siku zote ni lazima tuangalie hekima na busara zituongoze mpaka tutakaposhindwa kabisa. Na, tukishindwa kabisa, definitely lazima tu involve serikali nayo iweze kusaidia katika jambo hili kwa sababu uh, kuhakikisha ku, ku, ku, ku, ku amani inakuwepo sio swala letu sisi tu peke yetu. Kila mtu anatakiwa ana, ana, ana kuhakikisha ku kunakuwa na amani, kwa sababu mpira ni mchezo mkubwa sana mkubwa sana duniani. Hili jambo bado linajadiliwa na tuliandika barua ile, tukasema kwamba tunalifanya uchunguzi na baada ya uchunguzi eh, ndipo tutatoa sasa kwamba maamuzi ni haya. Sasa yale maamuzi kama hayakukufurahisha, unayo nafasi ya kutuuliza kwa nini mmefanya maamuzi hayo lakini kwa sasa hivi ambapo kwamba tuna, kwanza tunapotekea mawazo kutoka kwa kila mtu eh, jinsi gani la kuliendea na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa tutakapotoa ma, nani hii maamuzi kwamba huu ndio msimamo wa bodi eh, hapo tumekosea, tumepatia, tutawakaribisha wananchi waongee wanavyoweza lakini sisi tutakapotoa msimamo wetu maamuzi yetu tutayatoa na, na sababu kabisa kwa nini tumefanya hivyo yeah? Sisi ndo wendeshaji wa mpira. Itakuwa kichekesho kwamba mimi ndio mwendeshaji wa mpira halafu mimi nisiwe na uwezo wa, ku, wa, wa kuahirisha mechi yeah? Kwa sababu nazoziona kabisa hizi zinastahili mimi kusimamisha hii mechi. Yanga tumeajibu yeah? Yanga tumeajibu na barua iko Eh, ilikuwa public. Hatuna kitu chochote tuchoficha. Kama watakuwa na swala jingine, well well, tutawakaribisha waandike tena, lakini bado hatujatoa uh, final ya, ya, ya, ya hili swala. Kesi kuizungumza tu, kesi ni rahisi, lakini kesi ina taratibu zetu zake lakini kwa sababu wenzetu walishawahi kwenda kasi kwa swala la, la Morrison, sina shaka wanajua hizo taratibu na watazipitia hizo taratibu na nini. Kwa hiyo kama wanaenda kasi, huwezi eh, kumkataza mtu kubwa. Sisi ni kuja kujibu kama tutaitwa, tuta, tuta, na kasi kwenda kujibu na tunayo uh, na wakati huo kama tuta, wakati tumeshafanya maamuzi ma yetu, tapeleka maamuzi yetu kwamba hii ilikuwa ni hivi, lakini kama wanaenda kazi sasa hivi ambapo hatujasema kwamba hii imeamuliwa vipi, itakuwa ni kitu kichekesho lakini labda wanaweza kuwa uh, kwa sababu hii timu tajiri wanaweza kwenda kasi kiasi cha kwenda tu wagonge kasi, hodi, tunauliza kuna jambo moja mbili tatu, utaratibu wake ni nini? Anaweza kuwa mtu kaenda kwa hii halafu akaja akangoja kwamba anatungojea sisi tufanye maamuzi ndio halafu arudi tena kasi, sijui, lakini sitaki kuamini kwamba wamehangaika hivyo, wanahangaika hivyo kwa kitu ambacho wa, kinaweza kikamalizwa hapa, naamini kabisa hili jambo linaweza likamalizwa hapa labda, uh, upande mmoja uwe kichwa ngumu, lakini naamini kabisa hili linaweza kufo, kutolewa maamuzi kabisa na likaenda vizuri. Kwanza senario ile kama iliyotokea, sidhani kama utaweza kujiona tena. Kwanza tutaboresha kanuni zetu, tutaziweka ziwe wazi zaidi, lakini kuanzia next season, eh, kutakuwa na kanuni kwamba kila mtu, kila timu iwe na uwanja wa mazoezi. Huna uwanja wa mazoezi, basi wewe uh, uh, uh, usahau kucheza ligi. Mmoja hapo ambao inafanana na hii ya juzi juzi hapa iliyotokea kwa 2021 ile eh, ya Yanga walipo uh, goma wa kwa sababu muda umesogezwa yeah. Ile ilitusumbua na ilitusumbua sana, afadhali kidogo hata ya hii, kwa sababu ile ilikuwa iwe karibu sana ku, ku, ku, kupelekea mtu kupewa point tatu kama tusinge act fast, kwa sababu anapogomea uh, mtu na ni time hizo za, za, za mpira eh? Na halafu ikaenda mpaka marefa wamekuweko na wakafanya waka taratibu zote wakanani hii wakamaliza waka, waka mchezo hiyo, huna jinsi. Sisi kama bodi hatusingekuwa hatu, na jinsi yoyote ya kugeuza hilo, tungekubali tu sheria ichukue mkondo wake, lakini bahati nzuri tume, tumeona mapema tukasema hapa uh, suluhisho ni kuahirisha huu mchezo, aidha twausogeza mbele au tunafanyaje, lakini tuahirishe ili hizi hatua nyingine zote zisifikiwe, maanake ilikuwa ni hatari, ni lazima mtu angeshuka daraja ya, unaona eh? na ingekuwa ni maamuzi magumu ambayo kusema kweli pia hata sisi wenyewe yangetupa uh, wakati mgumu. Nikubali kwamba tunaongoza, tuna timu ambazo sema kweli ni ziko na, na umaarufu mkubwa, hiyo hakuna mtu anaweza kukataa. Ndio maana tunasumbuka, unaona, tunakaa vikao hapa, hapa hapa kwa sababu ya hizo, kwa sababu kama ingekuwa ni rahisi, ilikuwa ni kitu straightforward kwamba wewe umefanya hiki, faini yako hii, wewe umefanya hiki, unashushwa daraja e, ingekuwa rahisi. Lakini e, e, piga picha, umeishusha Yanga, umeishusha Simba, hebu piga picha. Lakini ni kutokana, tumekuwa na malezi mabaya tangu huko nyuma, unaona sasa. E, ni tatizo kubwa kurekebisha mambo sasa hivi ni e, tatizo kubwa sana Sawa, ni mengi ambayo amezungumza eh, bwana Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu ya soka ya kandanda ya Tanzania bara. Ukimsikiliza hapo kwa makini, anaakiri machache katika yale mengi, kwamba ni swala gumu na ndiyo maana pia wenyewe wanasumbua kichwa eh, kukaa vikao vya hapa na pale. Ingekuwa ni swala rahisi, wangeamua tu eh, kufanya haki na mmoja anashushwa tu daraja na maisha mengine yanaendelea lakini hii ndio adhabu ambayo inapaswa kuamuliwa katika e, eh, swala hili, lakini wanaamua kutafuta busara kwanza kabla ya kutumia maamuzi makali ambayo pengine yataathiri ligi kwa ujumla. Lakini pia anasema eh, e, ukishusha Simba ama ukishusha Young Africans eh, kutakuwa hakuna maana tena ya ligi kwa sababu vilabu hivi huwa vinaleta ushindani na chachu eh, katika michuano pia kimataifa, lakini kupimana uwezo wao kwa wao kuweza kujua uwezo wao, ni vilabu ambavyo ni magiant wa ligi. Kwa hiyo sasa kufanya maamuzi ya haraka tu ya kuamua kumshusha mmojawapo daraja italeta pia athari kubwa kwa mmoja ambaye atasalia. Ni bora kama vipi ushushe zote, ili ujue kabisa wanaenda kuanza upya. Kwa hiyo anasema uh, swala hili ni swala ambalo wanalifuatilia kwa makini zaidi, lakini ni swala ambalo ni gumu hata kutoa maamuzi. Ndio maana vikao vimekuwa ni vingi e, kila panapokucha kila itwapo leo, tangu mchezo kuahirishwa mpaka leo, vikao vimekuwa vinakaliwa ni vingi sana, bado havijapata usuluhishi ama havijapata mwafaka kwamba nini ambacho anaamua. Lakini wao kwa sababu swala hili lina presha kubwa na linawaumiza akili, basi wanaweza wakaishirikisha serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingilia kati pengine wataweza kuwa na maamuzi ambayo yataonekana yana busara ama yatakuwa na tija kwa vilabu hivi vyote viwili. Pengine tamko likitolewa na serikali kuu linaweza likasikilizwa zaidi na vilabu hivi viwili ambayo vinaonekana ni vikubwa zaidi eh, kuliko basi waendesha eh, taasisi hizi za mpira wa miguu ama wenye mamlaka na sheria ama usimamizi wa soka. Kwa hiyo pengine. E, serikali inaweza ikahusishwa katika hili na ndio ikatoa maamuzi ya mwisho ama itakuwaje, ni jambo ambalo linasubiriwa pia kuona litakuwepo vipi. Lakini kwa mtazamo wako wewe, ukitazama sakata hili unaona katika taswira gani? Pengine mpaka sasa ni nani ambaye anapaswa kujishusha ili jambo hili liweze kunyooka na taratibu nyingine ziweze kufuatwa? Basi usisite kutuandikia maoni yako hapa katika chaneli yetu hii ya JAhctive Tv tunayafuatilia na kuyasoma, lakini pia tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kujibu kila ambacho unakitoa hapa kama maoni yako, ili kuendelea kuthamini eh, support yako ambayo unaiacha katika chaneli yetu ya JAhctive Tv. Endelea kutufuatilia, kaa karibu nasi, kumbuka sisi ndio ambao tumekuchagua na tutakuhudumia.